Ayo TV katika uchambuzi wa magazeti leo Jumapili, Oktoba 9, 2016. Karibu sana, jina langu naitwa Alice Tupa na moja kwa moja nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga Jamii, leo katika ukurasa wa mbele limeandika maeneo haya Dar hatari kwa uporaji, kaa chonjo, iwe usiku mchana ni balaa, bisi bisi, bodaboda hutumika kuliza watu. Ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele kabisa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Nipashe, lakini unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe. habari nyingine kusema CUF yaja na msimamo mpya kwa Shein CCM ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu Chadema yafufua katiba mpya ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa nne lakini pia kuna ripoti maalum ambayo imeandikwa Nipashe ilivyosaidia shule kutoka kuwa ya nyasi hadi viona na grill ni ripoti hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa nane na wa tisa wa gazeti la Nipashe lakini tukiangalia katika habari za michezo kuna habari inosema kesi azikutanisha Simba Yanga na ni habari hiyo ambayo imeandikwa ukurasa wa arobaini wa gazeti la Nipashe. Lakini tukiangalia habari hizi kwa undani zaidi, katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe, habari inasema maeneo haya Dar hatari kwa uporaji. Haya ni maeneo hatari jijini Dar es Salaam ambayo haijalishi umepita muda gani, ili mradi una simu, fedha vitu vya dhahabu, silver, au mali nyingine. Wenyewe wakikuona, kama hujaambulia kibao cha kukupambaza basi utatishiwa na silaha ili utoe ulichonacho. Watu hao bila kujali ni asubuhi, mchana au jioni, wamekuwa kipora na wakati mwingine wengine, licha kukupora bila kujali kama kuna pita njia, wengine nao husika huendelea na shughuli zao badala ya kukimbia kama ilivyozoeleka Vibaka hao wamekuwa wakitumia viwembe visubisibisi, kamba au kumpiga muhusika kwa lengo la kumtishia toa alicho nacho. Sambamba na silaha hizo, bodaboda pia hutumika katika kufanikisha uhalifu huo. Maeneo ambayo yametajwa kukifiri vitendo vya uporaji katika wilaya Ilala ni majumba sita, njia ya panda ya Segerea, Tazara, Msimbazi senta, ufuku wa bahari ya Hindi Eneo la Kokobichi, daraja la Salenda, barabara ya Ocean, na majani ya chai na Lugoda. Kwa upande wa Kinondoni ni Tanganyika Pekas kuelekea ufuko wa bahari ya Kawe, makaburi ya Kinondoni, mkwa Juni, kituo cha daradala cha Mwenge, Tandale kwa Mtogole, Mwananyamala a na Mwananyamala kwa mama Zakaria maarufu kama mahakama ya simu. Na katika wilaya Temeke, wananchi wanataja maeneo ambayo ukipita lazima ukabwe na kupora ulichonacho kuwa ni mataya cha ng'ombe, BP Kurasini, Temeke

la kiwanda cha bia ambako kuna maficho ya wahalifu na Mbagara Kiburugwa ambako ni maarufu kwa mbwa mwitu. Lipo pia eneo la kati ya Mbagara Kizuiani na Zakem. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kuondani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Tukiangalia katika ukurasa wa tatu, kuna habari inayosema CUF yaja na msimamo mpya kwa Shein na CCM. Chama cha CUF kiko tayari kukutana na maasimu wao kisiasa, chama cha mapinduzi CCM, na pia rais wa Zanzibar Dkt. Ali Mohamed Shein mazungumzo yenye nia ya kuepushia Zanzibar mvutano mkali utokanao na masuala ya uchaguzi. Akizungumza na Nipashe katika mahojiano maalum mjini Zanzibar juzi, mkurugenzi wa mambo ya nje wa CUF Ismaili Jusa Ladhu alisema mara zote chama chake kimekuwa tayari kwa mazungumzo yenye nia njema ya kuleta maridhiano na hivyo ni sababu ya kutofanyika kwa jambo hilo. Hata hivyo, akieleza zaidi, Julius alisema mazungumzo hayo baina ya chama chake na CCM na pia Dr. Shein yatawezekana kwa kuzingatia masharti mawili makubwa. Alisema masharti hayo ni kuhakikisha kuwa inaundwa serikali ya mseto, na jambo la pili ni muhimu kwa serikali hiyo ya mseto kuandaa uchaguzi mwingine visiwani humo utakaotoa fursa kwa wananchi wote kuchagua kwa uhuru viongozi wanaowataka. Ni habari hiyo ambayo pia unaweza kuendelea kuisoma kwa undani katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti hili la Nipashe, na zote hizo ni habari ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Nipashe, lakini unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Na tukiliangalia gazeti la Mtanzania Afrika kinifu nalo leo siku ya Jumapili limeandika panga la mwisho yenye vyeti feki nekta sasa yatangaza kuwafuata kwenye vituo vyao vya kazi yatoa ratiba ya kupita mkoa kwa mkoa itagusa cheti cha ualimu kidato cha nne na cha sita. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti la Mtanzania. Habari nyingine inasema makosa mitandao, ya mitandao aliyetaka Mwamunyange apindwe nchi ashinda kesi. Somaya afichua machungu ya siasa nje ya CCM mzito amchokonoa Rais Magufuli. Ni habari hiyo ambayo tupo katika ukurasa wa pili na watatu wa gazeti hili la Mtanzania. Tukiangalia habari nyingine katika ukurasa huu mbele zinasema madikteta wameiteka UN, sasa bani anaondoka kwa aibu. Rais John Magufuli ni mfuasi wa ukomunisti au bepari? Ni habari hii ambayo ipo katika ukurasa wa kumi mpaka 23. Lakini habari nyingine nasema Tendwa aficha mgogoro wa uongozi kafu, lakini pia katika habari za kimataifa kuna habari nasema nani kuirejesha historia ya miaka 71 Marekani. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mtanzania. Lakini tukiangalia habari hizi zote kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mtanzania inasema panga la mwisho vyeti feki hatua ya baraza la mitihani nchini NECTA kutoa ratiba kufanya uhakiki wa veti vya kidato cha 4, sita na ualimu kwa watumishi wote wa umma. Sasa ni wazi imezidi kupandisha joto kwa vigogo na watumishi mbalimbali ambao hawana sifa za kielimu kushika nafasi walizonazo. Katika taifa yake sasa la baraza la mitihani nchini limetangaza kuwafuata katika maeneo yao ya wea kazi watumishi wote waliopo katika mamlaka za mikoa, halmashauri na manispa kwa ajili ya kufanya uhakiki wa vyeti vyao hivyo vya kitaaluma. Katika taarifa yake ya sasa, baraza la mitihani nchini limetangaza kuwafuata katika maeneo yao ya kazi watumishi wote walioko katika mamlaka za mikoa, halmashauri na manispa kwa ajili ya kufanya uhakiki wa vyeti vyao hivyo vya kitaaluma kwa, kita kwa mujibu wa barua iliyosainiwa na Edgar Kasuga kwa niaba ya katibu mtendaji wa baraza hilo kwenda kwa makatibu tawala wa mikoa, uhakiki utafanyika katika ofisi za makatibu katibu tawala wa mikoa kuanzia Oktoba 10 hadi 14 mwaka huu. inaogawa ratiba nyingine ya uhakiki inaonyesha zoezi hilo litafikia tamati Novemba 7 mwaka huu. Ni habari hiyo mojawapo ambayo inapatikana katika gazeti hili la Mtanzania, lakini pia unaweza kuendelea kuzisoma habari nyingine katika gazeti hili. Gazeti la Mwananchi tukiliangalia nalo leo katika ukurasa wa mbele limeandika Sumaya, sema upinzani kugumu kuliko CCM. Ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele, lakini unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi habari nyingine sema mwanafunzi aliyeshambuliwa aliwekwa rumande saa tano. Nchi kumi zinazoongoza kwa wasichana warembo, ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa kumi na sita lakini pia kuna habari inayosema moto wa ajabu wa mchanganya mwalimu Kibiti bomba daya na zaetiselo angani ya Oktoba kumi na tano kwa shilingi laki moja na elfu sitini. Lakini pia kuna habari nyingine inayosema mama adaiwa kumpiga bebi binti yake, jinsi Rais John Magufuli alivyoiteka Kenya na zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu gazeti la Mwananchi. Lakini tukiangalia habari hizi kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti la habari inayosema Sumaya ambaye ameweka rekodi ya, ya kushikilia nafasi ya waziri mkuu kwa kipindi cha miaka kumi wakati wa serikali ya awamu ya tatu aliamia upinzani wakati wa harakati za uchaguzi mkuu na kuwa mmoja wa wasemaji wakuu wa umoja wa katiba wapinzani ukawa wakati wa kampeni. Akizungumza wakati wa harambe za kuchangia ujenzi wa ofisi ya Chadema wilaya Mkuranga, Sumaya alisema dola haipatikani kirahisi na kwamba inahitaji moyo wa kujitoa miongoni wanachama na viongozi wao. Chadema ni chama ambacho bado kinahitaji kujijenga zaidi, alisema Sumae ambaye alifanikisha michango ya ahadi ya fedha taslim shilingi milioni tisa nukta tisa. Wanaohama kutoka CCM wanadhani kwamba mambo huku ni rahisi kama kule, si sahihi hata kidogo, alisema Sumae. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti hili la Mwananchi. Tukiangalia habari nyingine katika ukurasa huu wa nne, inasema mwanafunzi aliyeshambuliwa aliwekwa Saa tano. Mwanafunzi aliyeshambuliwa na walimu watano wa shule ya sekondari ya kutwa ya Mbeya Sebastian Chikungu, aliwekwa ofisini kwa takriban saa tano baada ya kupata kipigo hicho kilichoibua mjadala nchi nzima. Tukio hilo liliibua mjadala baada ya picha za video kusambaa kwenye mitandao ya kijamii katikati ya wiki hii na kusababisha serikali kuwatimua wa walimu hao waliokuwa wameenda shuleni hapo kwa mafunzo ya vitendo. Na hizi ni moja kati ya habari ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Mwananchi, lakini unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani ni zaidi tukiliangalia gazeti la Jambo Leo leo katika ukurasa wa mbele imeandika akaunti mpya ya CUF ya chochea mpasuko, Profesa Lipumba aandaa mazingira kukamata ruzuku yote, Kambaya asema hawezi kuweka taarifa za utendaji wazi. Ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele kabisa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Jambo Leo, lakini unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine inasema chanzo kuvurugika kwa ndoa chatajwa, ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili, na kitakuanza uhakiki wa vyeti nchi nzima kesho kesho ni habari nyingine hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa tatu wa gazeti la jambo leo lakini tukiangalia habari nyingine ambazo zipo katika ukurasa huu wa ambao gazeti inasema Somaya asema CCM si kung'oka 2020 alitoka nyumbani mzima akarudishwa akiwa kipofu ni habari nyingine hiyo katika ukurasa wa nane lakini katika habari za michezo kuna habari nasema Simba ifuata Mbeya City kimahesabu na ni habari hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa thelathini na mbili wa gazeti hili la jambo leo lakini tukiangalia habari hizi kwa ndani zaidi katika ukurasa wa Neo, gazeti la Jambo Leo bado inasema akaunti mpya kafu ya chochea mpasuko. Baada ya mpasuko wa uongozi wa kafu kuingia katika baraza la dhamini, mgogoro wa chama hicho umepata sura mpya mpya ya ya ruzuku baada ya kuibuka madai ya kufunguliwa kwa akaunti mpya atakayotambuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Taarifa za kufunguliwa kwa akaunti hiyo zilifikia gazeti la Jambo Leo jana na baadaye zilisambazwa katika mitandao ya kijamii na mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa kafu Julius Ntatiro. Kwa mujibu wa madai ya taarifa hiyo, Alhamisi Oktoba 6 mwaka huu mwenyekiti wa Kafu Profesa Ibrahim Lipumba alifungua kaunti mpya ya chama hicho. Ilidaiwa kuwa mwenyekiti huyo aliripoti katika benki moja tawi la Ilala na kuwasilisha nyaraka mbalimbali ili afunguliwe akaunti yenye jina la Civic United Front ili ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ianze kumpa ruzuku ya chama hicho. Gazeti hili katika kujiridhisha lilimtafuta msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutongi ambaye hata hivyo hakukanusha wala kukubali kuhusu uwepo wa nyaraka za kusaidia kufunguliwa kwa kaunti. AMti hiyo ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa nne wa gazeti hili la jambo leo, na ni habari hii moja hapo ambayo ipo katika gazeti hili la jambo leo na unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa huu wa nne wa gazeti hili. Tukiliangalia gazeti la habari leo katika ukurasa wa mbele leo, limeandika ripoti maalum: vitameno ya tembo tishio. Bosi selu alia na mataifa makubwa mabilioni ya wanasiasa. Asema sasa basi kwa rais Magufuli, cha moto atakiona. Aeleza Mwigulu, aeleza namna ya kupata nduki za operation tokomeza. Ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la habari leo, lakini unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari nyingine nasema shule nyingine 12 za futwa tano za rejeshwa, mabalozi wa Tanzania mtegoni, JPM wataka diplomasia ya uchumi ilenge kukuza viwanda, aonya ubadhirifu, matumizi mabaya wafanyakazi vilaza. Ni habari hiyo ambayo imeandikwa kwa ndani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la jambo leo. Habari nyingine nasema mashuhuda wa ajali mwenyekiti wa UWT Dodoma amesema alikufa kutokana na kutopata msaada wa haraka. Na katika habari za michezo, kuna habari inasema mshambuliaji wa Yanga Amisi Tambwe ametoa siri ya kuendelea kutikisa nyavu katika michuano ya ligi kuu. Ni habari hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa thelathini na mbili wa gazeti hili la habari leo. Tukiangalia gazeti la ta Tanzania Daima, sauti ya watu leo limeandika zito asema tomkatee Rais Magufuli. Ni habari hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa nne. Wiki ya kiama kwa watumishi wa umma, ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa wa pili. Lipumba afungua akaunti ya kukomboa ruzuku ya CUF ni habari hiyo nyingine ambayo ipo katika kurasa tano. Lakini tukiangalia habari nyingine katika kurasa huo mbele, nasema Chadema yataka katiba ya Rioba, walilia kifaa cha kupima DNA ni habari imeandikwa katika kurasa saba. Lakini katika habari za michezo kuna habari inasema Simba Sports Club yasema tumefuata pointi sita Mbeya na zote. Ni habari hizo ambazo zipo katika kurasa huu wa mbele wa gazeti la Tanzania Daima, lakini unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Na tukiingia katika magazeti ya michezo kwa siku ya leo gazeti la Letera imeandika Simba inapiga tu. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Wawa awaita Yanga mezani, ni habari nyingine hiyo pia ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Maxime atoa siri ya Kichuya, ni habari hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa tatu. Lakini pia habari nyingine inasema kocha Stan United matatani, tuhuma rushwa milioni moja nukta tano, ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa tatu. Lakini katika habari za kimataifa kuna habari inasema Man United Barcelona za buruzo ligi ya pesa, Ronaldo hafai, na ni zote ni habari hizo ambazo zipo katika ukurasa mbele wa gazeti hili. Na tukiangalia katika ukurasa wa nyuma gazeti la Lete Raha, kuna habari unasema Ronaldo hafai, Madrid yazibwaga Man U baka ligi ya pesa, na pia kuna habari unasema Pogba atetewa kuvurunda taifa Ufaransa, na zote hizo ni habari ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Lete Raha, unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la spoti leo nalo na leo katika ukurasa kambele mandikwa matajiri Simba waiteka Mbea, ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tambwe jeure, ni habari hiyo pia ambayo ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, lakini pia kuna habari Champs amuonya Pogba. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Sport leo, kuna habari England imeanza kushika utamu, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma hapa kwa undani zaidi, lakini pia kuna habari nasema Micho anacheka Uganda na zote ni habari hizo ambazo naweza kuendelea kuzisoma katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti hili la Spoti Leo. Na tukimalizia na gazeti la Dimba kwa Jumapili ya leo limeandika, kocha mpya Yanga afunguka akiri kupokea ofa nono kumrisi pluji myanga azungumza na Dimba dakika 45 na kuanika kila kitu. Ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele kabisa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Dimba, lakini unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Habari nyingine sana, Simba waiteka Mbea kichuya soka kila kona, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa pili Simba sasa mwendo wa magari fedha. Ni habari hiyo pia nyingine ambayo ipo katika ukurasa pili wa gazeti hili la Dimba. Habari nyingine nasema, Rashford a mchezaji bora wa Septemba. Ronaldo apiga nne, Ureno ikishinda sita kwa sifuri. Katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Dimba kuna habari inayosema mkwara Ozil Sanchez wasahau mishahara minono nje ya Arsenal. Ronaldo apiga nne, Ureno ikishinda sita kwa sifuri, lakini pia kuna habari inayosema Rashford mchezaji bora wa Septemba. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti hili la Dimba. Na huu ndio mwisho wa uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo kutoka hapa ITV, lakini ili kuweza kupata habari zetu kwa undani zaidi, unaweza kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo na kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina hilo hilo Millard Ayo. Nafasi bado unayo mtangu wa nguvu wa kuendelea kushinda mamilioni kutoka Vodacom kupitia promotion yao, kama tampunga andika neno ngo kwenda namba 155544 na kuweza kujibu maswali rahisi kabisa kutoka Vodacom. Unaweza kujishindia kwa laki tano milioni moja milioni tano hadi milioni ishirini kutoka Vodacom. Jina langu naitwa Alice Tupa.